Asubuhi ya Juni 28, na kwa maana ya siku ya Jumamosi, siku ambayo ni siku moja kuelekea kwenye fainali ya kombe la shirikisho la CRDB Bank. Leo hii imekuwa ni siku maalum kabisa ya yule mwari kuwasili kwa maana ya kikombe chenyewe eh, kinachokwenda kuwaniwa hapo kesho eh, kuwasili na mwasili bandarini hapa asubuhi ya leo ya Juni 28 n na jumamosi nzuri kabisa, na limeletwa rasmi kwa ajili ya kupelekwa katika uwanja wa Amaan, uwanja ambao utakwenda kushuhudia fainali hiyo ya kombe la shirikisho la CRDB Bank kati ya Young Africans dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo utachezwa majira ya saa mbili usiku katika uwanja wa New Amaan Complex. Na ulionalo hapo ndio kombe lenyewe, hiyo ndio trophy e, CRDB Bank Federation Cup trophy ndio hiyo hapo, msimu wa 2024 25 20 na kombe hili bwana, e, ndilo ambalo litakwenda kushuhudia timu mbili zikimenyana katika uwanja wa Amaan kwa ajili ya kuliwania, na kama jinsi ambavyo unavyoona e, limewasili na hapa bandarini tayari kabisa kwa ajili ya kupelekwa, na waliolileta ni wadhamini wenyewe e, kwa maana ya benki ya CRDB e, hao ndio ambao wana dhamini mashindano haya, wadhamini wakuu wa michuano hiyo ya kombe la shirikisho la CRDB Bank, kombe likiwa limetulia kabisa e. Cha kujiuliza je, ni nani atakaye kwenda kulibeba kombe hili? Je, ni Young Africans watakwenda kulitetea kwa mara nyingine tena, au ni Singida Black Stars? Yes, ndipo ambavyo e, unavyoweza kushuhudia e, kombe hilo e, likiwa linawasili na linachechezwa taratibu kabisa e, katika mikono ya wadada hawa ambao wamekabidhiwa kwa ajili ya kulipokea ama kulitoa Dar es Salaam yaliko makao makuu ya benki ya CRDB, mpaka kulifikisha linapotakiwa kufika, na kesho ndipo linapokwenda kuwaniwa na timu hizo mbili, kwa maana ya Young Africans na Singida Black Stars. Kinachowaniwa ndio hicho, kimewasili kabisa, na huyo ni Vani Boy Ray Vani wa Ameli Kamata e, kama ni nahodha wa Singida Black Stars au atakwenda kuwa ni nahodha wa Young Africans Bakari Mamnyeto. Kwa mara nyingine tena tutakwenda e, kujua hapo e, kesho. E, siku ndio zimefika, unasema usiku wa deni huwa ukawika kucha, na tayari e, tunahesabu masaa hivi sasa e, kufikia katika muda wa finali hiyo mbo kwa kipekee inakwenda kuchezwa katika uwanja eh, wa Amaan hapa eh, Zanzibar. Eh, lakini asubuhi hii, moja kati ya matukio makubwa kuelekea kwenye fainali hiyo ni kuwasili kwa ji hili kuwasili kwa kombe lenyewe ambalo linaonekana kwa uzuri kabisa.